Karibu katika makala fupi na yenye ujazo inayowahusu walimu wa, wa staafu kutokea katika Halmashauri ya Manispaa ya Geita mkoani Geita ambapo leo hii Manispaa ya Geita imezidi kutambua, kuheshimu na kuthamini mchango wa walimu hawa wastaafu ambao wamefikia ukomo wa kustaafu katika kulitumikia taifa la Tanzania. Halmashauri ya Manispaa ya Geita inayoongozwa na Mkurugenzi wa Manispaa ya Geita Yefredi Mienzi kwa kushirikiana na wakuu wa idara ya elimu wameona uthamani mkubwa walionao walimu hawa, akiwemo mwalimu mstaafu Suzana Izenge, mwalimu Happiness Kimambo na mwalimu Sige Magesa ambao wote hawa leo hii wanapongezwa mara baada ya kustaafu kazi ya uwalimu. Kwenye maisha kila mtu huwa ana historia yake, lakini hapa katika makala hii tumewatafuta na kuzungumza nao juu ya historia ya maisha yao sambamba na mafanikio walioyapata wakati walipokuwa kazini kwa majina yangu naitwa mwalimu mstaafu Suzana Enoki Nzwenge e, nilizaliwa katika kijiji cha matare wilaya ya magu mkoa wa mwanza nilianza shule mwaka sabini na tano darasa la kwanza nikahitimu 1982 baada ya hapo nilipata neema ya kwenda ya kuendelea na masomo ya sekondari. Nilisoma shule ya sekondari Bwiru, Bwiru Gerozi, kuanzia form 1 mpaka form 4 na nikahitimu mwaka 80 na 82, nikahitimu mwaka 85 nikuwa Bwiru sekondari, na baada ya hapo nikawa nimeteuliwa kwenda chuo cha uwalimu Katoke. Nilikuwa chuo cha kijeshi, nilikaa hapo kwa miaka miwili, na baadaye nikaenda JKT Msange, Tabora, ambapo nilihitimu themanini na tisa. Themanini na tisa hiyo nikapangiwa kituo cha kazi katika mkoa wa Mwanza wilaya ya Geita shule ya msingi Rukalanga ambayo iko Geita. Baada ya hapo nilirudi Geita, baada ya kuolewa nilirudi Mwanza, baada ya kuolewa. Kwa hiyo nilifanya kazi katika manispaa ya Mwanza, ambapo nilipangiwa shule ya msingi Mlimani baada ya Mlimani nikahamia shule ya msingi Buzuruga. Buzuruga nikahamia Gederi, hapo hapo Mwanza, na baadaye nilikuwa nimerudi tena Geita. Geita nilikuwa nimepangiwa shule ya msingi Kalangalala, lakini baadaye zilitengwa Kalangalala ikazaa shule ya msingi Nyanza na shule ya msingi Nyanza ndiyo imekuwa shule yangu ya mwisho mpaka kustafu. E, na katika shughuli zangu za kiutumishi nilipata mafanikio. Mafanikio haya nilijenga nyumba, naishi vizuri, nimesomesha watoto na mpaka sasa niko mstafu ambaye maisha yangu mimi nayona ni ya kawaida. Namshukuru sana Mungu kwa neema aliyonibarikia mpaka kufikia huu muda na niko salama. Changamoto katika kazi zilikuwa ni ndogo ndogo tu, hazikuwa nyingi, maana katika kazi lazima ukutane na changamoto. Kuna watoto wataki kusoma au nakimbizana nao hapa na pale, lakini yote hayo ni katika kuwashepu ili wakae katika mstari unaotakiwa kuwa. Kwa hiyo watoto wengi tunapokutana nao wanashukuru, mwalimu ulinifundisha somo fulani, na wako juu kuliko si tulivyo. Tunaambiwa walimu ni ngazi ya kupandia, tumepandisha watoto wengi mpaka sasa wana maisha yao vizuri. Mi naitwa Happiness Aloisi Kimambo, mzaliwa wa mkoa wa Kilimanjaro, wilaya ya Moshi vijijini, kata ya Mbokomu, kijiji cha Korini juu Nimeanza darasa la kwanza mwaka elfu moja mia tisa sabini na tano katika shule ya msingi Fukeni iliyoko kata ya Mbokom kijiji cha Korini juu. Nilianza sabini na tano nikamaliza mwaka elfu moja mia tisa themanini na moja kwa neema ya Mungu. Shule yetu hakufaulu mtoto hata mmoja, lakini baba yangu kwa kujua umuhimu wa, wa shule alinipeleka shule ya masista nikafanya mtihani na nikashinda. Kwa hiyo nikapata bahati ya kusoma shule ya msingi, shule ya sekondari Uru sekondari, shule ya misheni kwa miaka minne, ambapo nilihitimu mwaka 1985, enzi za Mwalimu. Nilifaulu vizuri, nikapata kuchaguliwa kuingia chuo cha ualimu mwaka 1986 mpaka 1988 mwezi wa saba. Basi nilipomaliza ualimu wangu nilipata kwenda jeshi la kujenga taifa. Jeshi la kujenga taifa nilikwenda Maramba, kabla ya Maramba nilianzia Mgambo Handeni miaka sita ile ya ukuruta miezi sita ya ukuruta, baadaye miezi sita mingine tukaenda Muheza, kambi linaitwa Maramba. Tulifanikiwa kumaliza vizuri, nikarudi. Na wakati wa tukiwa jeshini, posti zikatoka za ualimu kwamba nitakwenda mkoa wa Morogoro lakini bahati nzuri mkoa wa Kilimanjaro ukawa na nafasi, nikaomba kubaki mkoa wa Kilimanjaro nikapata nafasi hiyo, na nikapangwa wilaya ya Moshi Vijijini, shule ya msingi Maringeni. Kwa hiyo kuanzia mwaka 89 mpaka 91 nilikuwa shule ya msingi Maringeni iliyoko katika mkoa wa Kilimanjaro, wilaya ya Moshi Vijijini, kata ya Oldi Moshi. Nilifundisha pale miaka miwili 89 mpaka 91, nikapata daraja la ndoa. Baada ya daraja la ndoa basi nikafuatana na mume wangu kuja mkoani Mwanza. Yeye alikuwa anafanya kazi wilaya ya Geita, tukaja naye mkoa wa Mwanza wilaya ya Geita nikapata nafasi ya kupangwa shule ya msingi Geita. Kwa hiyo kuanzia mwaka elfu moja mia tisa tisini na moja mpaka elfu mbili na tatu nilikuwa shule ya msingi Geita, ambapo nilikaa chini ya walimu wangu wakuu watatu. Mwalimu wa kwanza niliyemkuta alinipokea mama Ngubila, anaitwa Raheli Ngubila, lakini naye akahamia shule nyingine, akaja mwalimu Mchaki Beata Mchaki. Baada ya Beata Mchaki akawepo John Mpondo. Basi ikatokea program au ni programu ndio ya kugawanya shule, shule ya Geita zikagawanywa zikawa mbili, shule za Kalangalala zikagawanywa kuwa mbili, nami nikachaguliwa kuwa mwalimu mkuu katika shule mojawapo katika shule ya Kalangalala iliitwa Kalangala la B. Kwa hiyo nikawa mwalimu wa shule hiyo ya Kalangala B na baadaye tukapata kuibadilisha jina ikaitwa Nyanza. Kwa hiyo kuanzia mwaka elfu mbili na tatu mpaka elfu mbili na ishirini nilikuwa mwalimu mkuu katika shule ya msingi Nyanza. Nimefanya kazi yangu kwa bidii, kwa juhudi, kwa maarifa na hekima aliyonijalia Mungu. Umri ukaenda, nilipofika miaka hamsini na tano niliomba kustaafu kazi ya ualimu mkuu. Uongozi wa halmashauri ulikubali ombi langu na nikapata barua sasa ya kukabidhi shule, lakini pia nilipoomba kuhama basi sikupata siku, siku, siku nafasi ya kuhama. Nilibaki shuleni Nyanza chini ya walimu wengine mwalimu Cliff Cliff Shemela, mwalimu Benedetta Mashine hadi sasa nilipostaafu. Nimestaafu kwenye mikono ya mwalimu Benedetta Mashine akiwa ni mwalimu mkuu na sisi tukiwa walimu wake wachapakazi wenzake. Mafanikio ni mengi na ni mazuri kwa sababu kazi yetu ni kazi ya kutumia akili, maarifa na hekima, unapokuwa katika kufundisha, katika kuelekeza, na wewe katika familia yako ni lazima uelekeze na ufundishe, na kama unaelekeza na kufundisha na kupanga mipango ni lazima ufanikiwe. Kwa hiyo mimi nimeona mafanikio mazuri sana. Kwa majina, naitwa Sige Bonifasi Magesa, ni mzaliwa wa mkoa wa Mwanza, wilaya ya Ukerewe, kisiwa cha Ukala. Nilisoma darasa la kwanza sehemu za Magu, maeneo yanayoitwa Mkula, darasa la kwanza mwaka 1973 hadi darasa la saba kamalizia shule ya msingi Bulima mwaka 1979, nikabahatika kwenda form 1 shule ya Leki sekondari Mwanza mwaka 1980 hadi mwaka 1983, nikawa nimemaliza kidato cha nne mahali pale. Baadaye nilikwenda chuo cha walimu Morogoro alimaarufu Kigurunyembe. Pale kulikuwa na kauli mbiu iliyokuwa inasema watu wanapaswa kufahamu. Nilikuwepo pale tangu mwaka 1984 mpaka mwaka 1983 themanini na nne mpaka elfu moja mia tisa themanini na sita. Baada ya hapo, nikaenda JKT orijoro Arusha mwaka mmoja nilimalizia pale pale, sikuhamishwa kambi. Na baada ya hapo, nikawa nimeingia kwenye ajira. Kaanza ajira yangu mkoa huu wa Geita, wakati huo ilikuwa ni wilaya mwaka 1987 kaanza kazi katika shule ya msingi Chablongo maeneo ya Kasamwa. Baadaye nilihama ile shule ka nimeolewa, kahamia shule ya msingi Isima maeneo ya Butundwe. Baada ya kutoka pale Butundwe nilihamia shule ya msingi Nyangorongo Msalala, nikawepo pale tangu mwaka 1990 hadi mwaka 1996. Mwaka 1997 nikateuliwa kuwa mwalimu mkuu shule ya msingi Nyang'orongo, lakini 1997 hiyo, baada ya kuwa mwalimu mkuu katika hili shule ya msingi Nyang'orongo, nikawa mahali pale na nikatunikiwa, kufanya kazi bora, nikabadilishwa cheo, nikawa mratibu elimkata, kipindi hicho, kwa sasa ni maafisa elimkata. Nikaanza hicho cheo mwaka 2000, nimeendelea na cheo hicho hadi mwaka 2018. Lakini kuna mashule ambayo nilipitia tokea hiyo mwaka 2000, baada ya kupata uratibu nikaenda kufanya kazi Nyarugusu mwaka mmoja elfu mbili na mbili nifanya kazi pale elfu mbili na mbili hadi mwaka elfu mbili na tatu baadaye kwao, nikapumzika madaraka elfu mbili na tatu mpaka mwaka elfu mbili na nne nikarudishwa nika, nika, nika, nika madarakani tena mwaka elfu mbili na nne katika kata ya Kamwanga. Nilifanya kazi kata ya Kamwanga kwa mwaka mmoja elfu mbili na tano nikahamia kata ya Nyakamwaga ivohamia kata nyaka ya Nyakamwaga elfu mbili na tano endelea kufanya kazi mahali pale hadi mwaka elfu mbili na nane nikahamia kata ya Mtakuja, nimefanya mahali pale kazi ya uratibu elimu kata hadi ulipotumika waraka wa walimu wakuu ambao hawajajiendeleza na waratibu ambao hawajajiendeleza wapumzike madaraka. Basi nikawa nimepumzika madaraka, maanake sikubahatika kwenda kwenye masomo kutokana na kusomesha wanangu. Nikaona nafasi ya kwenda kusoma mimi mwenyewe haikuwezekana. Basi kwa nimepumzika madaraka ya uafisa elimu kata, nikafundisha shule ya msingi mseto tangu mwaka 2018. 2018, nimefundisha pale, nilianza 2019 Nafundisha mseto shule ya msingi mpaka elfu mbili na ishirini na nne nikahama hiyo shule, nikaja shule ya msingi Nyanza. Kwa historia ya utumishi ni kama hivyo. Mafanikio niliyopata kwanza, walimu tunasema kwamba ni kitu ambacho sisi ni wazalishaji wa wataalamu wa sekta mbalimbali. Yaani, sekta kama zote zinategemea walimu Awe daktari awe mwanajeshi awe afisa yeyote, anapitia elimu ambayo amefundishwa na mwalimu kuanzia darasa la awali mpaka elimu yake yote anayoendelea nayo Kwayo, na kwa hiyo naamini kwamba kazi ya walimu ina mafanikio mazuri, kwa sababu inazalisha taifa lililo bora kwa sekta zote. Licha ya kuwepo kwa mafanikio hayo lakini bado walielezea changamoto mbalimbali mbali ambazo walikumbana nazo wakati wakiwa kazini. Hawa hapa wakitusimulia zaidi. Changamoto hazikosekani, ila sio za kutisha. Changamoto ambazo unaweza ukazikuta ni vile ambavyo unataka mtoto awe na nidhamu ile unayoitaka, lakini yeye anakiuka, unapochukua hatua ya kumwita mzazi wakati mwingine mzazi anakuja anakufokea, anakugombeza, anakuambia ufaulu na kutokufaulu kwa watoto wangu hapa kuhusu wewe, fundisha. basi mimi moyoni nilikuwa naumia, maana nilikuwa nahitaji watoto wanaopita mikononi mwangu wawe wazuri na wafaulu vizuri na wawe na maisha mazuri. Kwa hiyo ndicho kitu ambacho niliona kama ni changamoto katika kazi yangu ya ualimu. Hapa nilipo mimi nimefundisha watoto wakaenda kwenye shughuli zao wakazaa wakaleta watoto nikawafundisha, na watoto wao tena wako darasani hata sasa, nimewafundisha kwenye mtaala huu mpya. Kwa mfano yule mwenye Alfa Hoteli pale ni wanafunzi wangu aliyepita mikononi mwangu, lakini wapo wengi ambao siwezi kuwataja na wana mafanikio mazuri. Wengine ni madaktari, tukienda Bugando tunakutana nao. Halmashauri ya wilaya tunao wengi, halmashauri manispaa ya Geita tunao wengi, ni wanafunzi wetu mimi binafsi ni mwalimu wa hesabu na sayansi, na wale watoto wako vizuri. Kwa mfano, kwenye upande wa madai ya watumishi, mara nyingi haki zao hazitolewi mapema, kwa unakuta watu wanafanya kazi kwa kinyongo, kwa kukata tamaa, wanaona utumishi kama ni adhabu fulani. Kwa nini sitendewi haki zangu? Na natamani serikali iwahudumie iwa walimu haki zao zote kama ambavyo huwa inatoa maelekezo kwamba tutalipa hiki, kwa kipindi hiki tutalipa hiki, basi watekeleze ili kuatia hamasa, walimu waweze kufanya kazi kwa kujiamini na kwa kutendewa haki. E, katika kazi yangu ya utumishi sijawahi kupata baya sana, ila tu nikiwa ndani ya utumishi nilipata ajali nikaumia uti wa mgongo ambao ulinisumbua. Kwa hiyo nimemalizia nikiwa na shida shida hizo, lakini namshukuru Mungu kwa sasa ni afadhali, kwa namna ambavyo madaktari waliendelea kunisaidia. Walimu hawa wastaafu hawakusita kutoa wito kwa walimu pamoja na serikali kwa ujumla juu ya kuendelea kuthamini kazi ya walimu hawa. Hapa wanaendelea kutusimlia, kitu ambacho ningependa walimu wafanyiwe ni kwamba wasikilizwe. Maana saa nyingine wanakuwa wana changamoto pengine za kupanda madaraja au mishahara, lakini hawasikilizwi kiasi kwamba wanavunjika moyo. Kwa hiyo, ninadhani hizi ngazi zilizoko juu ziwaone walimu kwamba ni wathamani na ni wa muhimu, maana hakuna mtu aliyeko kwenye madaraka kadhaa hajapitia kwa mwalimu. Kwa hiyo, wawathamini wawaheshimu na watekeleze kila ambacho wanahitaji, wawe na muda wa kuwasikiliza na wape mafao yao kwa wakati. Watafurahi. Hata wale ambao wangechukia ualimu huko nyuma wataupenda, wataona kwamba kumbe ualimu ni kazi inayothaminiwa, yenye kuheshimiwa. Kwa kweli katika hili kada ya ualimu imekuwa na watu pungufu sana sasa hivi. Kwa hiyo serikali, hebu ifanye juhudi za kuongeza walimu wengi shuleni ili walimu wafanye kazi kwa ufanisi, kwa furaha, bila kuwa na haraka katika kufundisha. Maana hata sasa upungufu upo na walimu wanaumia, na wawasikilize katika mahitaji yao, kama ni kupanda daraja kwa wakati, waendelee kupandisha kwa wakati, kuwapa stahiki zinazohusika, likizo zao na mambo kadha wa kadha, lakini mimi nachoona changamoto kubwa sasa hivi, ningependa walimu wengi waajiriwe ili kundi hili la vijana lifundishwe vizuri na kwa ufanisi, na hata wastaafu wanapoondoka, basi kama hivi leo mlivyotufanyia kutuaga, lakini kujua umuhimu wetu, kazi tulizozifanya nimefurahi sana. Kwa hiyo huduma hii iendelee na waendelee kujulikana basi, na mishahara inapoongezwa wastaafu nao wajulikane, wapo waongezwe nao kwa sehemu basi, mambo yatakuwa ustawi, utakuwa ya mzuri. Na napenda kushukuru ofisi yetu, Mkurugenzi na maafisa elimu wote, sekta yote ya elimu, utaratibu ni mzuri kwamba tunapokwenda kutumika, alafu tukafikia mwisho mzuri wa kustaafu, tunakutana tunashereheka pamoja tuna furahi tunapeana tuna mawili matatu. Nawashukuru kwa kweli, ni jambo njema, kwa sababu hili linaendelea kututia hamasa kwamba katika utumishi unapokuwa katika ofisi, wale watumishi wenzako ndio ndugu zako, ndio marafiki zako, ndio wapendwa wako. Kwa hiyo unapofanya kazi nao vizuri, yani, hawa ndio wanaokuonesha kwamba una dila gani katika jamii na unapaswa utumikeje katika jamii. Mwakilishi wa wanafunzi kutoka manispaa ya Geita na mwanafunzi wa shule ya msingi Nyanza Plakiseda Kagoma anatoa shukrani za dhati kwa walimu hao ambao wamekuwa nao kwa kipindi chote wakati wakiwa shuleni. Kwa majina anaitwa Plakiseda Dogatius Kagoma, nasoma katika shule ya msingi Nyanza. Kwa kuwa walimu wetu wanastaafu leo, tunao furaha kuwapongeza kama sisi wanafunzi, tunayo tuna hamu na tunapenda kwa kuwa walimu wetu walitufundisha wali kwa kuwa kwa utii kwa heshima, na pia sisi tunapokea hayo waliotufundisha, na pia nilifu, mimi nimeanza hii shule kutoka elimu ya awali na walimu wa, walinifundisha mwalimu Sige mwalimu Zwenge, leo hapa wanastaafu. Kwa hiyo tunao furaha kama si wanafunzi walimu tunawashukuru, na tunawapongeza, waishi maisha marefu. Naye afisa elimu msingi kutoka halmashauri ya manispaa ya Geita mwalimu Sostenesi Mbwilo anawapongeza walimu hao pamoja na kutoa wito mara baada ya kuyaanza maisha mapya wakiwa huko uraiani. Kwa majina naitwa mwalimu Sostenesi Mbwilo, afisa elimu division ya awali na msingi katika manispaa ya Geita. Siku ya kesho tarehe 27 mwezi Oktoba, eh, idara ya elimu ya awali na msingi tutakuwa na tukio muhimu la kuwaaga walimu wetu ambao wamehitimisha utumishi wao kati ya Januari ya mwaka huu mpaka kufikia tarehe 30 Disemba. Walimu hawa wanastafu wakiwa na umri wa kati ya miaka 55 kwa wale wanaostafu kwa hiari mpaka miaka 60 kwa wale wanaostafu kwa lazima. Kwa hiyo halmashauri ya manispaa ya Geita imeona ichukue fursa hiyo kwa siku ya kesho e, kujumuika na walimu wao pamoja, kwanza kumshukuru Mungu kwa maisha yao na utumishi wao muda wote, ambapo wametumia nguvu zao, wametumia elimu yao katika kuitumikia serikali, lakini vile vile kumshukuru Mungu na kuweza kupata chakula cha pamoja na hatimaye kuwapa mkono wa heri katika maisha mapya ambayo wanakwenda kuyaanza. E, katika shughuli hiyo tunatarajia tuwe na walimu wote, tuwe na wakuu wa idara na mgeni rasmi katika shughuli yetu atakuwa mwajili wetu ambaye ni mkurugenzi wa halmashauri ya manispaa ya Geita. Shughuli yetu tutafanyia katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Saint Aloysius iliyoko katika eneo la Shirabela. Kwa hivyo tunawakaribisha wote katika shughuli hiyo muhimu. E, kitu muhimu ambacho tunakikumbuka na muhimu kwa walimu hawa ni uadilifu na uchapaji kazi. E, walimu hawa wengi wao wamefanya kazi, wameitumikia serikali kwa muda usiopungua miaka thelathini. Katika miaka yote mwalimu amefanya kazi na mpaka anamaliza salama, ni jambo la kumshukuru Mungu, lakini vile vile, hii ni ishara kubwa kwamba walimu wetu wamefanya kazi kwa uaminifu na uadilifu mkubwa na moyo wa kujituma vile vile. E, kwa walimu wengine ambao pengine wengine ndio kwanza wameanza kazi wengine wanaendelea na kazi tayari, wana muda fulani kazini e, tunachoomba ni kuwa watulivu tu na kuwa na subira, alafu wasitake mambo makubwa ndani ya muda mfupi. E, muda mfupi, muda ndio unaoongea, unafanya kazi, unajituma, mambo mengine yanafuata. Mpenzi mtazamaji, hakuna lenye mwanzo lisilokuwa na mwisho, na hapa ndio tunafikia tamati ya makala yetu iliyokuwa ikiwahusu walimu watatu wastaafu waliopongezwa kwa siku ya leo. Tukutane tena wakati mwingine.